Sandani kwa ndani natembea, ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka, thamani ya utu wangu, bei ya chapati dunia. Na hapa tupo Forodhani ambapo tumekuja kukutana na Lukman, mshindi wetu huyu kutoka PM Bet, ambaye amejishindia Toyota IST yale. Yani, nijisikia raha sana, furaha sana, furaha furaha kubwa. Mipango ni kuwashajiisha watu kwamba watoke wanapocheza wajiunge na PM Bet kwa sababu inalipa. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www.pmbet.co.tz. Huu utaratibu wa kuja unamwangalia mgonjwa unaondoka unamwangalia unaondoka, hii haisaidii. Tunatambua fika mgonjwa wetu yuko wapi na ana hali gani, si umenielewa dada? Ni kweli dokta unayosema, shida iko mama kasafiri, mara moja kaenda kijijini kule. Kijijini kwetu kuna mashamba ambayo kaenda kuyauza ili tupate kidogo fedha ambayo itakuja kutusaidia, kama unavyojua hapa mjini hatuna msaada wowote. Kwa hiyo, na nami niko namsubiri mama, ila kila kitu kitaenda sawa sawa. Tunatambua mnapambana mna kuhusu hili lakini kitu kingine uh, kila anavyozidi kukaa hapa gharama zinaongezeka, na kama unavyoona tumemwekea kama vile vifaa vya gesi, ni gharama pia. Kuna huduma zingine ambazo anafanyiwa na gharama yake inazidi kuongezeka, hivyo basi kutokana na gharama ambazo zinazidi kuongezeka hapa, ni bora kama mmeshindwa basi, mchukueni mgonjwa, mpelekeni nyumbani. Hii itasaidia kupunguza gharama ambazo nyewe kwa baadaye hamtaziweza, lakini hata sisi anapoendelea kukaa hapa bila matibabu yoyote itatugharimu. Hii ndo dunia bwana yangu yalikuwa ni hayo tu. Nimekuelewa, dokta. Nitafanya mawasiliano na mama nijue kafikia wapi. Kila kitu kitakuwa kiko sawa. Dada katoe vitu vyako chumbani na kafanye usafi. Nilikwambia nani kwamba nataka chumbani kwangu kafanya usafi. Kafanye usafi, chumba cha mwisho ndio utaao huko. Dada mi chumba cha mwisho sikitaki, naogopa bana. Kwanza chumba chenyee kidogo, minataka chumba cha kwanza ndo kikubwa. Wewe vipi? Kwa mimi nikaa chumba cha mwisho? mi mlinzi, utaala huko huko. chumba changu acha ntafanya usafi mwenyewe mati Kuna nini? Hivi funguo za hicho chumba hapo ziko wapi? Maana tangu jana nakwambia unipe, nataka nifunge chumba changu mimi. Sitaki ugovi na mtu jamani. Dada mbona tunafanya na hivyo lakini eh? Mambo gani haya, kutia aibu wakati unajua mimi ndani nina mgeni. Mimi sitaki bana. Wewe Toka. Naenda kufanya usafi huko, sio au? <laughs> Dada zangu, eti kelele zote hizo alikuwa anagombania na chumba jamani ha minaona watu wazima na akili timamu timamu minaona utoto wao wa ajabu uh -huh. uh -huh. akimu ukafanyaje uh -huh. niamue nini sasa nimewacha wamalizane wenyewe najua like vinkwa sababu ya ugeni kuwa wanapagao na nini by the way how do you see the new life <laughs> nah. nimepapenda kusema kweli kwanza nyumba kubwa tofauti hata na ile kule, ilikuwa nyumba ndogo. Tuna banana, siku nyingine hata nalala nao chumbani kwa. Umefurahi imefurahi ume sana, ila nakupenda sana asante sana. I love you more. Na mindo sana kwa kunipambania. Na mi ndo napata nguvu sana kuona wanafurahi, kwa sababu naona kabisa ndio jukumu langu na nimefanya hivi makusudi, kwa sababu unajua kitaalam jinsi ilivyo, kuna energy kubwa sana inapatikana pale ambapo mtu anaanza na vitu vipya. Hii ina maana if you want to success you have to change. And the change it start from you. Ndomana akasema hapana, pamoja na kama nataka nishifti makazi ya kipenzi changu, lakini sito shift makazi tu I want to shift everything. Ndio maana nataka kitanda kipya, TV mpya, seti ya sofa zinakuja zikunjiani mpya. Jamani baby, vitu vyote hivi umefanya kwa haraka haraka halafu unataka tena ulete sofa, mbu acha kwanza. Sisi tumeridhika hivi hivi, acha tu mvua inyeshe. Sawa. Kwa sababu najua kitu gani ambacho natakiwa nifanya.

Hmm. Nakupenda sana sana. Mshindi mimi. Yani saizi ndo naanza kujiisi sasa, naanza kurudi upya kwenye uhai wangu. Hujui tu jinsi ambavyo nanikamata. Mama anakuomba sawa, tuende taratibu, sizidishi dozi kamayo kangu na presha w mtoto anasemaje tena hapa? Alikuwa amekumis baba yake alikuwa ananiambia, namtaka baba, namtaka baba. Anafurahi hapa, yes, anafurahi anapiga makofi

Ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema no no english no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru shkuru baadaye. Aya, amka unywe uji. Siwezi. Sindi, uwezi vipi? Nataka unywe uji upate nguvu. Emwamka bwana. Aya, amka amka. Unajua ukinywa uji ndio unapata nguvu. Ah, kitaidi. Nijaribu kuomba msaada hapa. Nimeshindwa pia. Nashukuru kwa kuwa umekuja, nilikuwa nawaza sana. Yani kama usingekuja hapa, si ungekuwaje? Kwa sababu tangu jana usiku nimezidiwa kabisa, yani mwili wangu hauna nguvu kabisa natauko kwenye mbavu naisivichumi. Yani wakati mimi nataka kuongea, napata shida, sauti haitoki. hmm. Ah. Ila nashukuru na, na mwenyezi Mungu endelea kukulinda, endelea kukupambania pia Inshallah pia hata usijali, binadamu tumeomba tusaidiane. Afu unajua, ulinitisha. Ninapokea simu, nikawa nasema, Mungu wangu huyu mtu, mbona anavyoongea inaonyesha kabisa hali yake si nzuri. Kwa hapa, cha kufanya kunywa uji, ukimaliza upumzike, uende hospitali ukajue shida nini. Sawa? Aya, malizia ewa. Mi naamini mpaka hapo sasa walau nguvu umepata. Kwa hiyo mi hapa naondoka, si unajua tena, natakiwa niwahi tena kwenye mji wangu nikandandae vitu vyangu vya biashara. Kwa hiyo ikitokea dharura yoyote ile, nipigie simu, nitajitahidi ila kusaizia chenine, nikaanda vitu vyangu Sindi, uh -uh. vipi? Unaenda hapa mamangu? ah. Kwani mi hapa mani, mi nisio hapa. natakiwa nirudi kwangu. Mimi ni kwa nilikuja na tu kama ambavyo umeniita kuja kukusaidia. Kama hivyo, umekunywa uji na nakuona kabisa umechangamka hapo, cha muhimu tu uo natakiwa kwenda hospitali mimi hacha niugi zangu kwangu nikapambane. Unajua kesho ndeko niamke tena kwenye mambo ya biashara. kitokea kitu chochote, basi utaniambia si nanyaacheji so. hivi jamani, hmm? unajua kabisa mimi hali yangu sio nzuri, hamna mtu mwingine yote kunisaidia hapa ndani mm -hmm. mm -hmm. Sindi, unaondoka unaenda wapi mama? Hmm. unaondoka aje hapa ndani unaacha mimi niko peke yangu, na unajua kabisa mimi hali yangu sio nzuri Sindi. <laughs> Sasa naanza kuona umuhimu wako hapa ndani na kama kuna makosa yote ambayo nilikutendea naomba unisamehe. Na kitu ambacho si Sindi, wakati mwingine hata napoingia kwenye maombi kuomba Sindi <coughs> mimi nilikufanya mabaya Sindi, naomba unisamehe, usiondoke, usiniache, mimi siwezi kuacha peke yangu hapa ndani <coughs> <coughs> Na nakuomba unisamehe <coughs> <coughs> tubaki wote tuishi hapa hapa wote wawili. Sindi, Nionea huruma basi mwezio, sinyache peke yangu, tafadhali nakuomba, yeah. Mm. Sasa hivi ndo naweza kujua, naweza kuona kwamba ulikuwa na muhimu mkubwa sana kuwepo hapa ndani siti. Lakini bibi, mimi bado sio malaika, mi ni binadamu. Nikukosea, nakuomba tafadhali, nipokee kwa mikono miwili.

Yaani, nimeenda chakula muda mrefu, kila nikikuangalia unaingia hapa hao. Kwa hiyo nenda kale kwanza, then ndo boge. Asante, lakini kabla sijaenda kula ufanya chochote, we need to talk. kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni asilimia mia ya mali ni yangu, na washauri waendelee kutumia PM Bet, maana ni uhakika, sio matapeli, ofisi kubwa kila kitu, yaani nafasi ni nyepesi tu. Huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PM Bet. Chao, mimi niko hapa. Na hiki ambacho tunahitaji kuzungumza hapa ni very serious, tuache masuala yote ambayo yametokea, tuache kila kitu, lakini kama familia nao lazima, hmm, tuzungumze ukweli, kuna hali ya maisha ambayo imekuwa haieleweki humu ndani wiki nzima hii japokuwa unajaribu kuficha sana kwamba hakuna kinachoendelea, lakini mi najua kipo kinachoendelea nandomana likosa amani, nakosa uhuru, nakosa utulivu humu ndani. i sio bahati mbaya, ni kwa sababu kuna namna. Napata mashaka na, na wewe kwa sababu kuna vitu ambavyo unavijua lakini una pretend kama hauvijui. Kwa hali hiyo nanipa mimi wasiwasi kiasi kwamba nafikiria unaweza ukanifanya nini? Unafikiria nini katika moyo na akili yako? Ndo maana huwa napata hayo maluelue. But from now nahitaji tuyazungumze, tuyamalize, tuishi kama wanandoa I understand ulienda kwa mati uliongea naye hakutaka na kunambia chochote lakini habari zako zote ninazo sitaka kujua naonge kupeleka lakini like najua sasa hivi kuna ukweli ambao unaujua kuhusu mimi na, na Mati and it's true. Yeah, everything you know about me and Mati is true. Sitak kuficha, sitaki ni mwongo katika hili, kwa sababu nahitaji tutengeneze sasa. Kwa hiyo lazima kila kitu nikiweke wazi from this moment Hmm. Nilienda, na unajua kwa nini sikutaka kukwambia, sijakwambia kwa sababu tungegombana, najua usingelipokea kawaida, na nilienda kuonana naye kwa maksudi, nilijua lazima atakwambia. Kwa imani yangu naelewa kabisa, baada ya kukwambia kila kitu kwamba nilienda kwake na niliongea naye, mtaachana, si ndio? Mume wangu, yani, kwa kuwa leo umetaka tuzungumze, tuyeongee, basi najua utaniambia ukweli. Nachotaka kusikia ni kwamba mmeachana, mmeishi hapa kuna kitu kimoja ambacho wife, sasa naona ina haja tena ya kuweza kuficha kwa sababu tayari hivi vitu vimeshakuwa very clear. Nafikiri ni muda mwafaka sasa, you have to understand everything. t ni mja mzito huku, unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa si so wameweka kibango chao kinachosema no english no service, asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea, eh, inanikunja inanipindapinda. Dunia tofauti na mama livyo nilea, mana nimekosa nguvu kujitetea, eh, nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtukati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka. thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa Mungu